Ninayooni moja tu, mengi nimeyasema tena, yale ya kusala mengine yamenifanya mpaka nahisi machozi yangu kutoka. Niwaombe jambo moja kwamba litakaotokea litaka lolote hili litakao wa kwanza Watanzania likakuma ukatamani kumwaga damu ya Watanzania wenzako, ninakuomba kumbuka neno hili utakapovunja amani ya Tanzania hakuna furaha yoyote utakayoipata. Mwaka 2011 mimi nilipata bahati ya kwenda nchi ya Sudan jimbo la Darfur. Mnajua nchi ile imekosa amani lakini nchi ile haikufanya hivyo. Uongozi haukuwa na sawa, ukabagua watu, wakaona wamebaguliwa, walinyanyua mikuki, bahati nzuri bunduki wakapata, wakaanza kupigana baada wa ya kukaa na kuongea na kushindwa kufikia mwafaka. Nimefika nimeona nchi ile ilivyoharibika unamkuta mama iwe uwe nimekusanya nimekusanya watu kwenye kambi kwenye nyumba za majani, na tamani ningekuwa na picha niwaonyeshe, msinge tamani kuvunja amani ya Tanzania. Unamuuliza, ulifikaje hapa? Akasema, nakwambia, mimi nilikuwa na watoto labda kumi, nilikuwa na mume wangu, tulikuwa na mashamba, tulikuwa na ngamia. Utajiri wao ni ngamia lakini baadaye vita ilipoingia, hatujui nyumba zetu tena ziko wapi, na hazipo. Kwa sababu tulijaribu kufika hata maeneo walipokimbia kutoka, nyumba zote ziliwashwa moto na kuvunjwa, ngamia, waliokuwa na nguvu walichukua mali zao. Mama huyo anakwambia, mume wangu waliuawa kwenye vita, watoto wangu watano walikufa njiani kwa vita nilifika wa na watoto wa na wawili au watatu. Mwingine anakwambia wakati tunakimbia, mama mwenzangu alikufa, alikuwa akinyonyesha mtoto. Sasa unakuta anakimbia, mama anakufa na mtoto ananyonyesha, yule mtoto hajui kama mama amekufa, yule mtoto anaendelea kunyonya kwenye maziwa yanayotoa ya usaa shawake na mtoto na anakufa. Watu walikufa kwa aina hiyo, wamama wakasema, wengi walikuwa sheria ya vita wengi. Wamama wengi wapiahivi sasa wengi, lakini walikufa kwa kukimbia na njaa. Walioweza kufika hao ndio walifika wakakusanywa, lakini hawana kitu chochote nina sisi kama zi zinazoigiamaa tafuteni midahalo kama hii, mkae mjadili, msinyanyiwe mapanga, msinyanyiwe silaha, msinyanyiwe mikuki. Kuna hatari ambayo huja wai kuiona, ninawaezaa Tanzania, tukikimbia tukianza kupigana, Tanzania tunakwenda wapi? Niambieni chakweni nchi mniambieni Watanzania, tunaenda Kenya, tunaenda Sudani, tunaenda Malawi, tunaenda Zambia. Kuna tu wengine wakasema, fanele bora, hatuna pa kukimbilia Watanzania. Hiki ndicho kisiwa Mungu ame la polisi mkiona ziko dalili zozote so so, zinazotaka kuvunja amani ya nchi, jeshi la polisi liko tayari. Taasisi na viongozi wanaoheshimu na kulitamani amani wapo, mwafuate, mwongee hata kwa kutukanana, lakini sio kwa kunyanyua silaha kuuana. Wakina baba wengi wakaniambia siku hizi tunatembea na paspoti

hivyo tuka uchungule na nikiangalia, asilimia kubwa ya Tanzania ninaweza kusema asilimia 99 labda ni asilimia moja moja tu, tisini na tisa inalilia amani ya Tanzania. Ninawaomba, unapomwona mtu hata kumwaga damu Ninasema na kila siku ninatamani nchi yetu, tusipige hata mabomu. Sisi ndio nia yetu, hatutaki. mnapotulazimisha not, mnapofika mnaacha kutii sheria, hapo sasa tunaambizana tufanye nini? Tumezidiwa, lakini tamaa yetu, hatutaki Chochote iamani, chochote hicho kidogo, yani rasilimali na chochote tulichonacho hicho cho kidogo kinafaa sana ukikila ukiwa na amani.